Kuna watu kadhaa kwenye Biblia wanaotupa wana picha ya kuona, wapo waliomaliza kusudi la Mungu waliopewa na Mungu hapa duniani, lakini wapo ambao hawakumaliza kwa sababu tofauti tofauti. Musa alikuwa na sababu yake, Elia kulikuwa kuna sababu yake, mfalme Sauli kulikuwa kuna sababu yake. Mfalme Herode kwenye sura ya kumi na mbili Matendo ya Mitume, kwanzia ule msari wa ishirini hadi ishirini na tatu anatoa hutuba mbele ya watu, ni mtawala huu mkuu, watu wanamsifu, wanamwambia hii hotuba hii hii hotuba hii sio ya mwanadamu, ni ya Mungu kabisa. Mimi nasema hakumpa Mungu utukufu, na kwa sababu hiyo malaika akatokea akampiga kwa chago akamtafuna, akafa. Anakufa hajamaliza, ila kuna makosa amefanya. Kwa hiyo nataka tupate taswira pana na ufahamu mpana katika siku hii tunapomwadhimisha Bwana na kumshukuru Mungu katika hii ibada, tutazame mambo machache, mambo muhimu yanaweza kutusaidia namna ya kuepuka makosa, lakini hasa namna ya kumtumikia Mungu katika kusudi lake jema hadi kumaliza katika utimilifu wa kusudi la Mungu tulilokusudia. Sasa kama wengine waliishia njiani wakakwama, hata sisi tunaweza tukaishia njiani niko naeleweka. Inawezekana kabisa, kwa nataka tutazame mambo kadhaa, mambo karibu kumi na moja hivi. Yako mengi, lakini hasa tutazame hayo yatakayosaidia kufikia utimilifu mwema wa kutumikia nafasi ya shauri la Mungu na kumaliza vizuri katika nafasi yoyote ambayo Mungu amekupa. Hata kama sasa hivi haujui wewe, tunza hizi point zitakusaidia mbele ya safari kwa sababu wewe sio debe tupu. Hata kama unadhani ni debe tupu na watu wanakuona kama debe tupu, kuna kitu umebeba, kuna kitu umebeba, kuna hazina imefichika moyoni. Ni vile tu hujaenda kwenye vipimo vya msalaba, vipimo vya damu ya Yesu, vikapima kule moyoni umebeba nini, halafu vikakwambia we nani na wewe ungeshangaa, ghafla hali yako ya kujidharau inaisha siku hiyo hiyo, inaisha siku hiyo hiyo. Mambo kumi na moja yanayoweza kutusaidia, yanayoweza kutupa mwanga, kutupa njia njema ya kumtumikia Mungu katika nafasi mbalimbali ambazo Mungu ametupa hadi kufikia utimilifu mwema katika nafasi hizo za kusudi la Mungu. Namba moja kabisa au jambo la kwanza ni kutambua vyema kuwa nafasi uliyopewa na Mungu ni ya utumishi na kufanikisha watu ni jambo la msingi. Unaweza usielewe sasa, lakini nakuombea neema ya ufahamu uelewe sasa. Kutambua vyema kuwa nafasi uliyopewa na Mungu ni ya utumishi na ya kufanikisha watu ni jambo la kwanza ambalo unapaswa kujua. Kutambua kwa uhakika kutambua kwa uthabiti nafasi uliopewa na Mungu katika namna mbalimbali mbali, katika migawanyo mbalimbali mbali, ama ni ya ndani ya kanisa au katika serikali katika mifumo mbalimbali mbali, ya utendaji kazi ni kwa ajili ya utumishi, kumtumikia Mungu na kufanikisha watu katika namna mbalimbali mbali, katika ile Mathayo sura ya ishirini mstari wa 25 hadi 28, Yesu anazungumza. Mathayo sura 20 mstari wa 25 hadi 28, anawaambia wanafunzi wake, baada ya kutokea mashindano ya nani anakuwa mkubwa kuliko mwingine, anasema, lakini Yesu akawaita sabariona, kuna mambo yanaendelea katikati yao, akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu, na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafasi yake, kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Yesu anawana, anasimama na wanafunzi hawa na anawatolea mfano katika nafasi aliyopewa na Mungu, ni ya kuwa mtumishi, kutumika. Mnataka kuwa mkubwa, lazima ukubali kuwa mtumwa wa wengine, uwe mtumishi, ndio maana yake. Wataka kuwa kiongozi, lazima ubebe moyo, ubebe roho ya kuwa mtumishi wa wengine, uruhusu moyo wako usimame kwenye nafasi ya kufanikisha wengine kupitia wewe kwa sababu Mungu anapokupa nafasi yoyote ya utumishi hakupi kwa ajili yako, anakupa kwa ajili ya wengine. Na kila anachokupa, upako, neema, hekima, ufahamu, maarifa, usalama ule ulinzi, afya njema, yote hivyo ni vinavyokusaidia wewe kusimama katika nafasi uliyopewa kumtumikia Mungu katikati ya watu na kuwatendea mema watu na kuwafanikisha watu katika namna mbalimbali mbali. Huhitaji kutumia nafasi yako kuwa rungu la kuwapiga wengine, kuwaonea, kuwatesa na kuwafanyia mambo mabaya. Huhitaji kufanya hivyo, bali kutumia nafasi yako kwa unyenyekevu, kwa wema, kwa uaminifu, kwa bidii, bila kujivuna wala ujeuri katika kumtumikia Mungu mbele ya watu unahitaji kukubali kuwatumikia watu kwa upendo kwa unyenyekevu kwa ukarimu na kwa wema, kwa sababu Mungu amekuweka katikati ya watu kwa ajili ya Mungu na watu, sio kwa ajili yako. Kwa hiyo kama unataka kuwa salama katika kile ulichopewa, kwa sababu kuna mtu amepewa huduma, amepewa nafasi fulani e, anafikiri ni ya kwake na kwa hivyo anaweza akaitumia anavyotaka kuwanyanyasa watu badala ya kuwafaidisha watu. Kwa lazima, ufahamu wewe ni mtumishi, na ukishafahamu wewe ni mtumishi, mtumishi yoyote lazima ajifunze kuwa mtulivu, ajifunze kuwa msikivu kwa bwana wake Mungu mkuu, ajifunze kuwa mnyenyekevu, ajifunze kumsikiliza bwana wake ili apate maelekezo ya namna ya kufanya kazi. Jifunze kuheshimu watu wale ambao Mungu amemweka katikati yao, hata kama wana matatizo chungu mzima, kwa sababu hiyo ndiyo sababu ya wewe kuwekwa na Mungu. Alikuamini wewe. Daudi, aliletea watu mia nne kwanza awachungi kabla ya Israeli nzima, taifa nzima, na watu hao wote walikuwa na madeni, walikuwa na uchungu, walikuwa na dhiki. Ilikuwa ni kazi ya Daudi kutumia kila nyenzo aliyopewa katika neema ya Mungu Kuhakikisha hao watu wanafanikiwa. Nafasi zetu tunazopewa na Mungu hatupi kwa ajili yetu, hatupi upako wa majigambo ili tujigambe sisi tutambe sisi majina yetu awe makubwa sana halafu tufurahie hiyo. Tumepewa kila aina ya nafasi katikati ya watu kumtumikia Mungu kufanya utumishi kwa Bwana na kufanikisha watu kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai, amen. Daudi alijua hili. Ndio maana tumeandika kwenye ule mstari wa sabini na mbili. Akawalisha manake watu, akawachunga, akawahudumia, akawatumikia kwa ukamilifu wa moyo wake. Daudi anajua, nimewekwa kwa ajili ya hawa watu, nimtumikie Mungu kupitia wao. Kwa hiyo alijitahidi kuwalisha kwa ukamilifu wa moyo wake na kuwaongoza kwa busara ya mikono yake Alitumia kila alichopewa katika Mungu kuwafanikisha watu, kuwasaidia watu, kuwapeleka watu mbele, na sio kuwarudisha nyuma. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jione kuwa wewe ndio umewekwa hapo ili uwe majibu mema ya Mungu kwa wengi. Kumbuka, ujione kuwa wewe ndio umewekwa hapo, ni yani, katika hizo nafasi mbali mbalimbali za kumtumikia Mungu ili uwe majibu mema ya Mungu kwa wengi. Kila mara Mungu, watu wanapolia kuhusu jambo fulani, watu wanaposongwa na tabu fulani, wanaposongwa na changamoto fulani, wanapohitaji uhitaji fulani, wakamwendea Mungu, wanaomba kiongozi, wanaomba wafanikiwe, Mungu huwa anawaletea mtu anayebebeshwa majibu ya wao, kwa sababu kila anachokihitaji mwanadamu kiko kwa mwanadamu mwenzake. Kwa hiyo Mungu anapokupa nafasi ya kuwa mchungaji, hujawekwa kwa ajili yako na nyumba yako. Umewekwa kuwa majibu ya Mungu kwa wengi. Mungu anapokupa nafasi ya kuwa mwimbaji wa kitaifa, wa kimataifa, amekupa nafasi ya kuwa majibu ya Mungu kwa wengi. Mungu anapokupa nafasi ya kiutawala katika nchi hii ya Tanzania kwa namna tofauti tofauti na katika ngazi tofauti tofauti, kwa ngazi na madaraja tofauti tofauti, Mungu amekuweka hapo uwe majibu ya wengi. Ndio maana kila mara taifa la Israeli lilipoinukiwa na maadui likalia kuomba wokovu, Mungu aliwainulia mwamuzi na majibu yao aliyaweka ndani ya mwamuzi. Wakati wana wa Israeli wako utumwani, sasa Misiri, wanalia, wanaomboleza, Mungu ilibidi atafute mtu, akampata Musa katikati ya watoto wengine wa Kiebrania. Wanazaliwa, wanatupa mtoni, wanakufa, wanakufa, ililazimika yeye peke yake alindwe, kwa sababu usalama wa watu hawa wanaolia kutoka utumwani lazima upatikane katika mtu na mtu huyo ni Musa. Matatizo ya nchi mnaoyaona katika nchi yetu ya Tanzania, katika bara la Afrika, vilio ya wengi tunapolia tunapoomboleza kwa Bwana, majibu yanawekwa ndani ya watu. Uharibifu tunauona ndani ya kanisa, katika madhabahu ya Mungu. Mungu anapoleta majibu, analeta majibu kupitia watu. Kuna majibu ambayo wewe unatakiwa uyatoe kwa wengine, na ni wewe na sio mtu mwingine. Sasa si rahisi kuona kama kuna kitu umebeba cha kusababisha majibu ya Mungu kwa wengi, kwa sababu tu mazingira amekwambia huwezi wewe, ni maskini, hukusoma, na hivi na vile, lakini wewe ni mtu wa maana sana. Anzia hapo mahali ulipo, kuwa majibu ya Mungu kwa wengi, katika jina la Yesu. Asifiwe Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo sababisha vilio vya furaha kwa wengi, na epuka kila uwezavyo kusababisha vilio vya uchungu na kuonewa kupitia wewe. Kwenye nafasi yote, iwe ndogo, iwe kubwa, hakikisha unasababisha vilio vya furaha na sio vilio vya uchungu na kuonewa kupitia wewe. Watu waone ni mkono wa kuwafuta machozi waliolia miaka mingi kupitia wewe. Mahali ambapo Mungu anakupeleka kupitia wewe, watu waone majibu ya Mungu ndani yako, wakiyapata kupitia wewe wewe, watu wajifute kabisa machozi waliokuwa wanalia miaka, halafu yakatike kupitia wewe. Na inawezekana, kwa jina la Yesu inawezekana, inawezekana. Daudi alitolewa kwenye machungo ya kondoo, akapaka mafuta kwa mfalme. Kwa inawezekana kabisa. Yeremia alikuwa hajui kama yeye ni nabii tena wa kiwango cha mataifa, mpaka Mungu alipomuita. Ana anamkumbusha, mimi nimekutenga tangu tumboni mwa mama yako. Acha unani wewe. Unaanza kusema mtoto saa hizi. Sababisha vilio vya furaha kwa wengi. Kila nafasi uliyopewa mahali ulipo, hakikisha unasababisha vilio vya furaha. Watu wamelia wengi kwa uchungu, wamelia kwa kuonewa, wamefanyiwa ukatili mwingi. Wamenyimwa haki zao, wamedhulumiwa na wana haki. Kwa hiyo wana machozi mengi ya huzuni, ya uchungu, ya masikitiko. Wewe sababisha sasa watoe machozi ya furaha, na inawezekana, katika jina la Yesu Kristo. Hakikisha unagusa maisha ya wengi kwa wema. Hakika unajiona wewe ni mkono wa faraja ya wengi. Mungu akutumie kuwapa faraja wengi kama hivi Daudi ambavyo anafanya alifanya, alijua Mungu amemweka kwa saa ile. Ni yeye alihakikisha kwa ukamilifu wa moyo wake anawalisha watu, anawahudumia watu, anawatumikia watu kwa ukamilifu wa moyo wake, kwa busara ya mikono yake. Sasa Mungu anaona amemaliza. Daudi sema sasa, Daudi ulale kwa amani, kwa furaha, maana umemaliza, hakuna ulichobakiza. Na Mungu atupe neema katika nafasi mbalimbali anazotujalia katika nchi hii, lakini katika ulimwengu huu, kuwa faraja ya wengi, kuwa majibu ya wengi kwa jina la Yesu. Na inawezekana kwa sababu hii ndiyo saa ya Bwana aliyoiamuru, wa usimame utoe majibu ya wengi. Tunahitaji maendeleo, hayateremki kupitia hewa, kupitia upepo. Maendeleo yanafungwa ndani ya mtu. Tunataka mabadiliko, mabadiliko yanafungwa ndani ya mtu anapewa nafasi ya kimabadiliko ile aina ya kusudi la Mungu linaloleta mabadiliko. Kwa hiyo yana, anaandaliwa kimabadiliko, anatengenezwa kimabadiliko, jicho lake ni la kuona ambavyo wengine hawaoni. Mahali ambapo wengine wanalizika, yeye wala anaona bado hatujafika. Mahali ambapo wengine wanatumia mwendo wa kutembea, yeye anaona ni kuruka, kwa sababu tumechelewa sana. Ninazungumza na wakuu kabisa katika namna ya ndani sana. Mungu atusaidie. Ukuu wa kihuduma, ukuu wa utawala, ukuu wa kiuchumi, ukuu wa maarifa, ukuu wa hekima, ukuu wa neema ya Bwana inayotajirisha wengi. Mungu atusaidie tujione sisi ndio wenye majibu ya Mungu kwa wengi na tusababishe majibu ya Mungu kwa wengi, na inawezekana kabisa, kabisa, kabisa, kabisa, kabisa, kabisa na niwakumbushe tu, watu wanapolia kwa vilio vya furaha, ni maombi kwa Mungu ya kukubariki na kukuombea heri. Lakini watu wanapolia kwa uchungu wa kuonewa, wa kutendewa isivyo kupitia wewe, kuzurumiwa haki zao, kunyanganywa haki zao, kutokutetewa, kutokusimamiwa, na we Mungu alikuweka kwa ajili ya saa hiyo, ni maombi ya laana juu yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe kuwa hapo ni Mungu kujibu maombi ya hao watu. Musa alisababishwa na maombi ya wana wa Israeli, wanahitaji kuokolewa, na wokovu lazima upite kwa mtu, hauji tu. Vilio vya wengi, wana wa Israeli wakiwa wanateswa na taifa la wa Midian, walipokuwa wanalia, Mungu alimtuma malaika, nenda kwa Gideoni. Salamu ya kwanza, ee shujaa, Bwana yuko pamoja nawe anaanza maluelue mawengewenge, hali aliyonayo, mazingira aliyomteka, anazungumza maneno yasiyoeleweka. Malaika anamtazama anasema, kwa uwezo huu utawaokoa wana -wa, -wa, -wa, -wa, -wa, -wa, -wa, wa Israeli na utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja inuka. Bado anashangaa haelewi kinachoendelea yani, inawezekanaje mimi, mnajua kabila letu ni dogo, halafu mi ndo mdogo wa hao. Wewe ni hivi, kuna uwezo moyoni umebeba wa kiutendaji na wokovu wa watu hawa una wewe. Hmm, ni hivi, wokovu wa watu hawa una wewe. Mungu siuteremshe mkono. Mungu ndo anasema, yaani mkono wa Mungu ndio wewe. Lakini mi masikini? Ni hivi, Mungu hajali kuwa maskini, kwa sababu Mungu ndiye anayefanya watu kwa masikini, na ndiye anayefanya watu kutajirika. Sahii ni Gideoni kuwa mkono wa Mungu wa wokovu, na utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Kuna kitu umebeba ndani yako na Roho Mtakatifu aanze kukifungua <laughs> kianze kutoa majibu mbona, hmm? Hamsemi amen? Mbona hamsemi amen? Mbona hamsemi amen? Hali yako hiyo isikusumbue, narudia kusema hali yako hiyo isikusumbue kabisa, kwa sababu Mungu haanzii juu kuteremka chini. Mungu anaanzia chini kupanda juu, kwa hiyo isikusumbue mi munajua, mi mnajua, mi mnajua, Mungu yote anajua na haya msumbui, kwa sababu yeye ni muumbaji, anaweza akafanya chochote <laughs> wow, Mungu ni mzuri sana, Mungu ni mzuri sana. Hebu hebu jipige pige kifuani, alafu jiambie mimi ni majibu ya wengi. Sasa kama ni majibu ya wengi, hakikisha unayafungua vyema, watu wafurahi, wamtukuze Mungu kwa kuja kwako duniani, waseme tulikungoja wewe, watoe sadaka za kushukuru wakimwambia Mungu, tunashukuru kwa sababu ya mtu huyu kutuleta, lakini kwa sababu ulipomwita naye aliitika na alikubali, na alikubali. Ya, ya, ya tatu